Kwa usiku na maana watoke waje nje, au kuna choo huko ndani? Mheshimiwa Rais, vyoo hivi vipo ndani, ambapo viko upande wa pili nyuma ya ya jengo la TEHAMA na jengo la maktaba. uh -huh. Ndio Mheshimiwa Rais, ambapo pia kwa bwenini mabweni yote yana vyoo vya ndani. uh, okay. Lakini pia majengo haya yote yameunganishwa na barabara mm. kutoka madarasani kwenda kwenye bwalo kwenda kwenye mabweni na nyumba ya mtumishi okay. Mheshimiwa zinavyo zinavyo okay, so. Mheshimiwa Rais, pamoja na kiasi cha fedha ambacho tayari umekwisha tupatia tumekubaliana na halmashauri zote ambazo mradi huu unatekelezwa, halmashauri katika mabaraza ya madiwani yataweka utaratibu kuhakikisha kwamba eneo la mradi hizi mradi huu wote tunazungushia fensi kupitia mapato ya ndani kwenye halmashauri zote 26 ambazo mradi huu unakwenda kutekelezwa. Mheshimiwa Rais naomba uridhie nimkaribishe Waziri wa Elimu kwa ajili ya maelezo ya msingi kuhusu mradi huu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Tunashukuru sana kuja kutuanzishia hii kampeni ya utekelezaji wa maelekezo yako, ambayo sisi na wenzetu wa TAMISEMI na Mheshimiwa Waziri hapa tulifanya vikao na kukubaliana namna ya kusonga mbele. Kama unavyokumbuka Mheshimiwa Rais, uliagiza katika mageuzi ya elimu tuwe na mafunzo ya amali. Hayo mafunzo ya amali yamegawanyika sehemu mbili. Kuna mafunzo ya amali ambayo Kiingereza wanaita vocational, nikama kilimo, kama michezo, kama mziki, uvuvi, ufugaji, na kuna mafunzo ya amali ambayo ni ufundi, yani technical second school. Tulikuwa nazo Mheshimiwa Rais, tulikuwa na Ifunda technical second school, tulikuwa na Tanga technical second school, Moshi technical second school na Bwiru lakini zilififia, hatimaye zikaacha kufuata mfumo huu, zikarudi kuwa na elimu jumla. Kwa maelekezo yako Mheshimiwa Rais, kama alivyosema Mheshimiwa waziri hapa, tuna hizo shule ishirini na sita ambazo ni duru ni ya kwanza ya ujenzi wa shule mia moja na tatu kwa upande wa Tanzania bara, na upande wa wenzetu Zanzibar walitualika tumeenda, zitakuwepo mbili vilevile za namna hii, lakini zitakuwa zita ni mafunzo ya amali ufundi watakaposoma hapa, Mheshimiwa Rais, kama ambavyo unaelewa, wakimaliza kidato cha nne, watakuwa na cheti cha baraza la mitihani la Tanzania cha form 4, lakini watakuwa na cheti cha nactivate cha ufundi, kwa ruhusu kuwa ama electrical eh, technician au ufundi ujenzi eh, motor mechanics na kadhalika, kama alivyoeleza mwandishi ah, hapa kwamba bado karakana zinahitajika kwenda mbele na wakimaliza kidato cha nne kwenda high school, hapa mheshimiwa rais, wataenda high school za miaka mitatu, watapata diploma na cheti cha advance e, kama kawaida. Sasa mheshimiwa rais, umetusaidia sana sisi, bado tunajiona tume tumekuja kipindi cha baraka, kwamba tayari mipango imekamilika. Tumemaliza shule ya ufundi Dodoma, tutakuja kukuomba uje uiangalie mheshimiwa rais. Unachukua wanafunzi takriban elfu moja, hiyo itakuwa ni polytechnics ambayo itakuwa inawachukua akimaliza hapa kuendelea mbele. Na taratibu nyingine zimekamilika kujenga Mwanza, kujenga uh, Kigoma, kujenga Mtwara na kupitia ushirikiano na Korea ulivyoenda Korea Mheshimiwa Rais, kingine kinajengwa Morogoro, alafu na kingine kinajengwa Zanzibar. Kwa hawa watakaokuwa nasoma hizi sekondari za ufundi, yaani amali ufundi. High school wanaweza wakaenda miaka miwili wakipenda, lakini tunawashauri waende kwenye polytechnics miaka mitatu wanatoka na diploma alafu wanaweza wakaenda chuo kikuu kusoma. Itakuwa ni mfumo ambao tulikuwa nao zamani, kidogo kafifia. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana, umeurudisha huo. Kuhusu vifaa, Mheshimiwa Rais, tayari kwa maelekezo yako na kwa kushirikiana wenzetu wa TAMISEMI na wizara ya fedha tumetumia debt swap na Urusi, tuna takriban shilingi bilioni 40 zitatumika kuleta vifaa, na tunaamini kwa hizi shule ambazo zimeshajengwa sasa hivi tunaweza tukaweka vifaa ili mbio zetu ni kwamba mwezi Januari form one wanapoenda kusoma waweze kuanza kusoma tukiwa na vifaa na walimu. Na taarifa tulizonazo hapa tayari kuna walimu watano wamekuwa located hapa, lakini tutaendelea kufuatilia na wenzetu kuhakikisha kwamba katika zile fani zote wanakuwepo. Mheshimiwa Rais, utekelezaji huu kwa ujumla wake wa mafunzo ya amali ukiacha haya ya ufundi tunazo tayari shule 115 ambazo zimejisajili kama shule za mafunzo ya amali. Kwa hiyo tunaenda, japo hatuendi kwa kasi kubwa, lakini kama unavyofahamu ujenzi na uendeshaji wa shule hizi ni gharama kuliko zile sekondari za kawaida. Lakini tunakushukuru kwamba umeweka mkono wako, umetuhakikishia tuendelee mbele. Na mimi napendaga kusema kila siku chini ya uongozi wako Mheshimiwa Rais sekta elimu, ya elimu yajayo yanafurahisha. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, sasa nikuombe uridhie ajili ya uwekaji wa jiwe la msingi, karibu sana Mheshimiwa Rais. Asante Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengelwa, waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI. Nitawaomba waheshimiwa waheshimiwa mawaziri e, nitaomba naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Bara, Mheshimiwa waziri wa elimu mbunge mwenyekiti wa CCM wa mkoa mwenyekiti wa CCM wa mkoa, uh, katibu tawala wa mkoa, Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya, yeah, asante natosha. Takuomba, takuomba mheshimiwa Chengelwa utamwongoza mheshimiwa rais kusogeza kitambaa kushoto na kulia, ikiwa ishara ya uwekaji wa jiwe la msingi. Naomba tupige makofi mengi sana ya kutosha. Tanzania oye! Jiwe la msingi la ujenzi wa shule ya sekondari ya amali mwa Mapalala limewekwa rasmi na mheshimiwa Dr. Samia suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, tarehe 18 mwezi wa 6, 2025. Makofi mengi sana Tanzania oye! Mheshimiwa Dr. Samia oye! Mheshimiwa Rais, naomba uridhie ubaki picha na Mheshimiwa Mawaziri. Naibu Katibu Mkuu, naomba ukae huko kwao ili tuwe na balance Asante. Naomba Naibu Katibu Mkuu, naomba Katibu Tawala wa Mkoa, Naibu Katibu, naomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ujiandaye. Asante. Naomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Asante. Naomba baki Mheshimiwa Rais peke yake. Asante. Mheshimiwa Rais, baada ya kutuwekea jiwe la msingi, tunaomba uangalie mandhari ya shule hii ya sekondari ya Amali Mwamapalala. Naomba tuendelee kutulia tafadhali. Mheshimiwa Rais saizi anakwenda kuangalia mandhari ya shule yetu ya sekondari ya Amali Mwamapalala. Wote tubaki tumetulia, wanafunzi bakini mmetulia. Lakini Mheshimiwa Rais atakapomaliza kuangalia mandhari hiyo akiwa anarudi, tutampokea kwa vibendera, wanafunzi sawa? Eh, tutamuona tu vizuri, tutamshangilia, tutamwimbia. Sawa? Eh, haya. Haya tumpokee kwa makofi mengi sana. Naomba tuendelee kutulia, Mheshimiwa Rais apige picha na wanafunzi. Naomba tusogee pembeni ili tuweze kupata muonekano mzuri kabisa wa picha hii ya Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wanafunzi. Asante. Asanteni sana wanafunzi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbele yako ni baadhi ya wananchi wa Itilima hasa katika kijiji hiki cha Mwamapalala ambao wamejitokeza asubuhi hii waweze kukusalimia. Haya, Itilima oye! Dokta Samia oye! Tanzania oye! Naomba sasa tutulie, naomba tutulie. Mheshimiwa Rais, tuko tayari kukusikiliza, karibu sana. Aya, Itilima oye, oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nawashukuru. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Simiyu, waheshimiwa mawaziri, uongozi wote wa mkoa na wilaya hii ya Itilima, serikali na Chama cha Mapinduzi, ndugu wanaitilima, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza ni shukrani zangu kwa Mungu tujalia kukutana hapa leo kwa madhumuni ya kuweka jiwe la msingi shule hii ya ufundi uh, Nilikuwa Itilima jana pia, lakini jana nilifanya mkutano wa hadhara na wana Itilima, na asubuhi nilifungua na asubuhi nilifungua kiwanda pale Itilima. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa maendeleo haya makubwa. Nashukuru, nimezunguka Itilima nimeona maendeleo yaliyopo, lakini pia nimeona changamoto ziliyopo na zinanipa nafasi sasa kwenda kufikiria jinsi ya kuzifanyia kazi na kutatua changamoto zote za wana Itilima. Lakini nitoe pongezi maalum kwa mtendaji, mkurugenzi mtendaji na watendaji wote wa halmashauri kwa kusimamia na kufanikisha miradi yote inayoendelea ndani ya wilaya hii. Ndugu zangu, mwelekeo wa serikali ni kukuza zaidi elimu ya amali. Kwa nini tunakuza elimu ya amali? Kama mnavyojua, tulikuwa na elimu yetu, lakini mtoto akimaliza kidato cha nne, anatoka hana la kufanya, anasubiri ajira lakini sasa tumeamua kubadilisha mwelekeo kiasi kwamba mtoto akimaliza kidato cha nne ana ujuzi unaomfanya aweze kujiajiri au kuajiriwa. Na kwa maana hiyo, ndio serikali tumeamua kujenga shule za aina hii, shule za amali, lakini pia shule za ufundi. Shule za amali ni zile zinazompa mtoto ujuzi wa kwenda kuajiriwa au kujiajiri shule ya ufundi inamfanya awe stadi. Sasa anajua yeye ni bingwa katika eneo hilo. Kwa hiyo tunazijenga nyingi, na shule hii ya Itilima inawasilisha au inawakilisha shule nyingine nyingi ambazo tumezijenga ndani ya Tanzania yote, na leo nimeweka jiwe hili la msingi hapa Itilima kwa niaba ya zote ambazo zinaendelea na ujenzi na nitakapoamua kwenda kufungua moja, nitafungua kwa niaba ya zote zilizomaliza kujengwa. Shukrani zangu ni kwa kontrakta aliyepewa kazi, naona anaenda vizuri, na nimtake amalize shule hii kwa wakati, kwa sababu Januari tunategemea vijana wetu waingie hapa, waingie hapa ili waanze masomo, na nadhani tutaanza na wanafunzi si chini ya mia tatu kwa hiyo hicho ni kiwango kikubwa. Tunamshukuru Mungu ametupa utajiri mkubwa wa vijana ndani ya Tanzania. Sa vijana hawa tusipowajengea uwezo, tusipowapa ujuzi, uwezo wa serikali kuajiri wote haupo. Kwa hiyo ndio maana tumeamua tuwape ujuzi, wawe mafundi, waweze kujiajiri na kuajiriwa na sekta binafsi, kwa sababu sasa hivi sekta binafsi inakuwa Tanzania, uwekezaji unakuwa sekta hii inataka wafanyakazi. Tusipowajenga vijana wetu na ujuzi, hizi ajira zitatoka, watu wa nje watakuja kuchukua ajira kwetu. Na ndio maana tunajenga shule hizi, vijana wetu tuwajenge na ujuzi unaotakiwa ili waingie kwenye soko la ajira vizuri. Niseme kuwa hii ni sehemu tu ya uwekezaji ambao serikali imeifanya. Kama nilivyosema, shule hizi ziko nyingi za amali na za ufundi lakini kwa upande wa hapa Itilima, shule hii ni moja. Lakini tuseme kwamba tangu mwaka 2021 hadi sasa, jumla ya shule 42 za msingi zimejengwa na kuongeza idadi ya shule kutoka 50 564 hadi 606 katika mkoa mzima wa Simiyu. Vilevile, jumla ya shule 31 za sekondari zimejengwa na kuongeza idadi ya shule kutoka mia moja hamsini na mbili hadi mia moja themanini na tatu. Hatua hizi zimeongeza fursa nyingi kwa vijana wetu, na mimi nataka niongee na wazazi wenzangu hapa. Serikali tunatumia fedha nyingi kujenga shule msingi, sekondari, za ufundi na zile. na zile, na kwa sasa hivi tumeanza pia kuleta matawi ya vyuo vikuu katika mikoa mbalimbali. Tafadhali wapeni vijana fursa ya kutumia fursa hizi za elimu ili wajijenge kwa maisha yao leo na baadaye. Yes. <coughs> Ndugu wananchi, shule hii bado iko kwenye ujenzi na itakamilika si muda mrefu, na bila shaka itahitaji vifaa, vifaa vya kufundishia, vifaa vya mabweni ya wanafunzi na vifaa vyote. Kwa nanong'ona na waziri wa TAMISEMI na waziri wa elimu wanasema wako tayari, wakimaliza tu vifaa vitakuja hapa ili Januari tuanze kuchukua watoto. Lakini sehemu ya pili ni walimu. Natambua kwamba walimu watano wameshaelekezwa kuja hapa, lakini tunakwenda kuongeza walimu zaidi ili watoto wetu wafundishwe vile tunavyotaka. Ndugu zangu niwapongeze sana kwa maendeleo Itilima. Itilima ya juzi na jana, siyo Itilima ya leo. Nilishakuja Itilima wakati wa kampeni, lakini nimekuja wakati huu kuna mabadiliko makubwa. Na jana nilipokuwa nazunguka ndani ya Itilima nimeona changamoto za barabara za mavumbi na nikampa kazi waziri wa ujenzi aiangalie Itilima hasa mji wa Itilima kwa barabara na taa za barabarani. Kwa hiyo lengo letu ni kuijenga Itilima iwe ya kisasa kabisa. Baada ya kusema hayo, ni washukuru sana na niwaombe mturuhusu kuendelea na ziara, lakini ni washukuru sana sana sana wananchi, kila ninapokwenda mmejitokeza kwa wingi sana, na hii ni ishara ya upendo kwa viongozi wenu. Naomba muendeleze upendo huo hadi Oktoba. ikifiki tufanyeje? Tunatiki Oktoba tunafanyaje? Tunatiki. Asanteni sana Wanaitilima, nawapenda sana na Mungu awabariki wa. Asanteni sana, naomba tumpigie makofi mengi na vigelegere. Oktoba! Oktoba! Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha Watanzania, tupo nawe tena na tena uh -uh -uh -uh. It's